Usikae kinyonge, kama unapenda filamu basi tizama hii filamu. Filamu yetu inaanza. Kuna mshikaji mmoja anaitwa Jaka. Huyu ni mshikaji ambaye kazi yake kubwa anapewa mission za mauaji. Anyway, karibu sana, mimi naitwa Jimmy Godfrey. Leo tunaenda kuitizama moja kati ya filamu ya moto sana, si kitoto. Akitokea mtu akasema hii filamu mbaya, mwambie wewe au una maana kwenye dunia. Anyway, karibu sana, mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Leo tunaenda kuchambua filamu ya The Day of Jaka, moja kati ya filamu ya kibabe sana kuwahi kutokea katika filamu za action. Mimi nimeipenda sana. Nina imani hata wewe ukiitizama na ukaielewa utaipenda sana. Humu ndani bana kuna mshikaji anaitwa Jaka. Jaka kazi yake kubwa ni siro kila, yani muuaji wa siri. Anachokifanya anapewa mission za kufanya mauaji, mshikaji anaenda kufanya mauaji. Kitu ambacho kilinivutia zaidi ni pale ambapo anaenda kufanya mauaji, mshikaji anajibadilisha sura na muonekano. Yani ukimtizama leo unaweza kumuona kama mtu mzima mzee, lakini kesho ni mshikaji mbichi, kijana kabisa. Mission ya kwanza, anaenda kufanya mission, na anaikamilisha. Sasa anaingia katika mtandao wa siri huko kwa ajili ya kupata madili mengine ya kufanya mauaji. Alafu kitu kingine ambacho nimekipenda kwenye hii film, huu jamaa, demu wake ama mke wake ni Tokyo, Tokyo yule demu wa kwenye manihisti. Ah, nadhani hata wewe unampenda kama umeangalia manihisti Tokyo, utampenda tu. Sasa Tokyo ndo mke wa ujamaa eh, ndo kitu kizuri ambacho nimekipenda kwa sababu nimeuwezi amini nimeangalia hii filamu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini mtu mmoja tu ndakaja kunishtua kwamba eh, bana huyu ni Tokyo wa kwenye manihisti. So nikawa surprised na nikawa nimevutiwa zaidi kurudia kumtizama. Tokyo ndani kacheza vizuri sana. Kitu ambacho kilinifanya ni msahau umdhani ameigiza umri umeenda kidogo muda kidogo eh, e, ilikuwa 2019 kwa hiyo Tokyo umdhani kaigiza lakini umri umeenda kwa hata Tokyo. Tokyo kila siku, jamaa yake, anafanya kazi gani, yuko bize kumbe mshikaji ni muuaji wa siri na anatumiwa na watu mashuhuri serikalini na watu mashuhuri ambao wana pesa wanahitaji kulipiza kisasi kwa mtu fulani. Kwa hiyo mshikaji anapewa pesa na anapewa mpunga mzito, mpunga mnene, anaenda kufanya mauaji. Kitu ambacho kinanivutia zaidi ni kwamba mshikaji anafanya mauaji, lakini fingerprint hata mara moja huwezi ukaitambua. FBI Marekani waliangaika sana kutafuta fingerprint za jamaa, lakini wapi, walikosa. Lakini kitu kingine kizuri ni kwamba mshikaji amenivutia kwenye namna ambavyo anajibadilisha sura na anaenda kufanya mauaji. Of course kama unapenda movie za kisniper, Jaka ni moja kati ya watu ambao wameitendea haki vilivyo hii film kwenye upande wa sniper. Ni mshikaji ambaye kwenye kulenga yuko vizuri, kwenye mission anafanya mission vizuri. Kwa hiyo kuanzia e, episode ya kwanza mpaka ya mwisho, ni lazima tu ukianza kuifuatilia hii film itakuwa na kuvuta tuangalie episode ya pili, tuangalie episode ya tatu, tuangalie episode ya nne mpaka inamalizika. Lakini kitu kingine ambacho kimenivutia ni uwepo ama uhusika mkuu wa Lashana, Lashana yule binti ambaye ameigiza kwenye ile movie ya Woman King pia yupo ambaye ndiye mtu ambaye anakabidhiwa majukumu ya kuhakikisha kwamba Jaka anapatikana na asipopatikana auawe kabisa, kwa sababu ni mshikaji ambaye anasumbua sana. Anafanya matukio makubwa, anawaua baadhi ya viongozi wa serikalini na hakamatwi. Ni misheni ambazo jamaa anazipata, anaingiza mpunga mrefu sana na anapiga pesa ya kutosha sana. Kwa hiyo serikali inamtafuta huku na kule, lakini wapi Hawafanikiwi. Mwisho wa siku wanakata tamaa kwamba, banae, tuachane naye, ujamaa, tushamshindwa, tumemtafuta vya kutosha, lakini imekuwa ni ngumu kupatikana. Na kitu kingine ambacho kimenifanya ni, ni, ni, ni, ni, nisivutiwe na hii filamu lakini nivutiwe pia. Ni filamu ambayo ni nzuri, imenivutia, sawa, kwenye hii filamu lakini pia sehemu ambayo ilinikata ni pale ambapo kuna scene ya mashoga. Mshikaji alikuwa anafanya mission ili, yani mission zake zikamilike ni lazima atafanya kila namna ili mradi tu misheni ikamilike. Sasa kuna misheni moja mshikaji, ilikuwa inahitajika atembee na jamaa mwingine ambaye ni shoga, ili tu akamilishe hiyo misheni. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu yeye, kama siro, kila yeye kama muuaji anahitaji kukamilisha mauaji, ni lazima awe karibu na shoga, na ikiwezekana adeti naye, ili tu misheni yake ikamilike. Ilikuwa ni moja kati ya misheni lakini kwa upande mwingine tunaangalia sasa hivi kwa muvi kubwa ambazo zinatamba duniani iwe ni series ama single movie, ni lazima ndani yake utakutana na sini ya ushoga. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho hakikwepeki sasa hivi. Yaani, ukiangalia filamu yoyote kali, ni lazima tu sini ya ushoga ama usagaji, ni lazima utakutana nayo. n anyway, we pia kama film Jacka, ni mpenzi wa filamu na umetizama the day of jaka, niambie sehemu gani ambayo uliipenda ama kama kama kama hujaitizama, mimi nakushauri nenda kaitafute itizame. Ni filamu ambayo imetoka tangu mwaka 2024 lakini ni filamu ambayo kesho kesho kuto na mtondogo, ukiitizama, my dear friend, ni lazima tu utaipenda. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, leo tumeichambua filamu ya The Day of Jaka, tumemtizama Jaka, tumemtizama Tokyo, tumemtizama pia Ella Shana wa kwenye Woman King. Anyway, niambie kati ya hawa watu watatu ni nani amekukosha je, unadhani ni filamu gani ya mwaka 2024 ita compete na The Day of Jaka, katika upande wa action, katika upande wa sniper, katika upande wa investigation na vitu kama hivyo? Ila Jaka ni mnyama sana. Kama unaifahamu filamu nyingine ambayo ameicheza Jaka na uliikubali, em, niambie hapo chini, tuta review na tutaangalia ni kipi special ambacho humo ndani alikifanya. Nikukumbushe ni tu huyu Lashana amecheza filamu ya The Day of Jack ambayo ni ya ya latest last, last ilikuwa mwaka 2024, lakini 2022 alicheza The Woman King, kama umeitizama, pia ile filamu ya No Time to Die pia akacheza humo ndani, lakini pia Bob Marley, One Love kacheza Lashana Captain Marvel ya mwaka elfu mbili na ilikuwa kumi na tisa pia ameigiza humo ndani, lakini pia katika filamu ya Matilda the Musical ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili aliigiza pia. Kwa hiyo elfu mbili na ishirini na mbili zilitoka filamu mbili ambazo alizifanya na alifanya vizuri. Filamu ya Matilda aliifanya na filamu ya The Woman King aliifanya for the first time. Mimi nimemfahamu katika The Woman King alivyoigiza alivyofanya vizuri, ikaabidi tu nianze kumfuatilia na kugundua kwamba kumbe kuna filamu zingine nyingi tu amezicheza na amefanya vizuri zaidi. Anyway, mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Kama hujaitizama filamu ya Bing James Bond ya mwaka 2021 pia amecheza. Fast Girl pia amecheza, kwa hiyo ni filamu nyingi ambazo amezicheza na zimempa mafanikio makubwa sana, na amekuwa ni mtu ambaye anaonekana hazeki. Mimi nashukuru sana kwa muda wako, niambie filamu ya The Day of Jackal, kuwa nafasi inaenda, kaitizame filamu ya The Day of Jackal, alafu utakuja hapa uta comment kwamba hii ni filamu ya aina gani. Mimi nakupenda sana, siku njema. Mimi nawe kwa leo tuishie hapa, niseme tu bye bye.